Katika somo letu la mwisho hapa katika Zaburi 73, tulimkuta Asafu, mmoja wa wanamuziki wakuu katika taifa la Israeli, akiwa tayari kukata tamaa na kuacha. Aliandika wimbo kutuambia ea, kuhusu maswali na kuchanganyikiwa yote aliyokuwa akipambana nayo na na jinsi miguu yake ilivyokuwa karibu kuteleza. Tulielezea maswali saba Eh, tuliyaita maswali yaliyokatazwa ambayo Asafu aliuliza Bwana kwa ufanisi hapa katika Zaburi hii, na na kila moja ya maswali haya pengine imepita akilini mwako na yangu yango zaidi ya mara moja. Maswali kama kwa nini wasioamini wanaonekana kuwa na matatizo machache katika maisha yao? Eh, kwa nini wasioamini wanaonekana kuwa na pesa nyingi? Kwa nini waovu mara nyingi wanaonekana kuwa na eh afya bora? Na kwa nini watu waovu hawafichuliwi kwa jinsi walivyo? Badala yake, wanapata kibali cha cha kila mtu aliye karibu nao. Wakati muumini anapambana na upinzani, waovu wanaonekana kupata makofi ya kusimama. Naam, Asafu anapojitahidi na haya maswali na kuchanganyikiwa ndani, anaandika sasa katika mstari wa kumi na sita hii ilikuwa kazi ya kuchosha. Kimsingi anasema kwamba E, ukweli kwamba wale wanaomchukia Mungu wanaonekana kuendelea bila shida na wale wanaomfuata Mungu hawaonekani kufaidika, na unajaribu kuelewa hilo, na basi Asafu anasema inamchosha kabisa. Ilikuwa kazi ya kuchosha kujaribu kufanya iwe na maana. Naam, sasa Asafu alitaja mwanzoni mwa ushuhuda huu kwamba miguu yake karibu iliteleza, hatua zake karibu ziliteleza. Habari mjema ni kwamba badala ya kuteleza kabisa na kuanguka kiroho, Asafu sasa ataingia badala yake katika patakatifu pa Mungu, na katika hatua hii ya wimbo wake kila kitu kinaanza kubadilika. Anaandika hapa katika mstari wa kumi na saba, niliingia katika patakatifu pa Mungu, ndipo nikatambua mwisho wao. Kwa maneno mengine, ah, nilitazama tu mbele kidogo kwenye njia. Ndiyo, maisha yangu ni magumu. Ndiyo, maisha ya wasioamini mara nyingi yanaonekana rahisi. Wao wanaonekana kuwa hawana wasiwasi maishani, lakini nitatazama mbele hapa, nini kinachosubiri mwishoni mwa njia yao? Basi fikiria hilo. Unaona, swala si kuhusu hali yao ya kutokuwa na wasiwasi, ni kuhusu hatima yao ya mwisho. Na ni hapa ambapo Asafu anaanza kupata mtazamo wa kibiblia juu ya maisha ya maisha wasioamini. Anasema hapa katika mstari wa kumi na nane, hakika wewe Bwana unawaweka katika sehemu za kuteleza. Asafu anasema miguu yangu karibu iliteleza, lakini tazama mahali pa kuteleza. Wanapoelekea inaweza kuonekana kama hawana wasiwasi. Inaweza kuonekana kama wako salama. Basi kama hiyo ni ya muda tu. Asafu anaendelea sasa kuelezea miadi yao inayokuja. Unaona, wataingia kwenye kifo na hii ni ya kudumu. Anasema hapa katika mstari wa 19 jinsi wanavyoharibiwa kwa ghafla, wakafagiliwa kabisa na hofu. Anataja kifo kwao kama ukweli wa kutisha. Charles Spurgeon, eh, alitoa maoni juu ya maandiko haya zaidi ya miaka mia moja iliyopita aliposema kwamba bila onyo e eh, bila kutoroka, bila matumaini. Licha ya minyororo yao ya dhahabu, mavazi yao ya gharama, kifo kinawafukuza maisha yao, hudumu kwa muda mfupi, kabla ya hofu ya kifo wafagilia mbali. Na Asafu anasema hapa katika mstari wa ishirini kama ndoto mtu anapoamka, e Bwana, unapoamka unawadharau inaonekana kama wanaishi ndoto, lakini unajua ndoto hudumu kwa muda mfupi tu, na kama hivyo maisha yao ambayo yalionekana kudumu kwa muda mrefu, basi katika mwanga wa umilele maisha yao yalidumu kwa muda mfupi tu. Asafu anapata tena mtazamo wa kibiblia kuhusu waliopotea, na hiyo itabadilisha wivu wake kuwa huruma. Tazama, Asafu pia anapata tena mtazamo wa kibiblia kuhusu yeye mwenyewe. Anaandika sasa hapa katika mstari wa 21, "na wakati nafsi yangu ilipokuwa na uchungu, nilipokuwa na maumivu moyoni, nilikuwa kama mnyama na mjinga. Hebu hebu nieleze maneno yake kwa njia hii: Bwana, uliponishawishi moyo wangu juu ya kinyongo changu na wivu wangu, ukinikumbusha kuhusu hatima ya milele ya kusikitisha ya wasioamini wa, nilitambua jinsi nilivyokuwa mjinga katika mawazo yangu. Sikiliza wapendwa, wale wasioamini ambao unaweza kuwa unawaonea wivu au kinyongo kwa sababu ya mafanikio yao, afya yao, nyumba yao, pesa zao, kupandishwa vyeo kwao, vitu vyao, tafakari tu mwisho wao, mwisho wao wa kusikitisha. Na kama Asafu, hiyo itabadilisha mtazamo wako. Hatuwaonei wivu waliopotea, tunawaonea huruma, tunawaombea, tunataka washinda kwa ajili ya Kristo tunatambua kwamba ikiwa watakataa Injili mwishowe maisha yao ya ndoto yatabadilishwa siku moja na hukumu ya milele na mateso. Sasa kwa mtazamo huo mpya, Asafu anatupa kitu chanya cha kuimba. Sasa hapa katika Zaburi 73 anaandika katika mstari wa 23, mimi ni pamoja nawe daima, unashika mkono wangu wa kulia ni kama kwamba anaimba kuhusu ukweli kwamba Mungu anamlinda daima. Fikiria kuhusu hilo, wapendwa. Mungu kamwe haendi mapumzikoni, kamwe haachi ukulinda. Vema, pili anasema, unajua hebu hebu tuimbe kuhusu Mungu kutuongoza kwa hekima. Katika mstari ishirini na nne Asafu ah, anaandika maneno haya, unaniongoza kwa shauri lako. Neno la Mungu linatokea kuwa jarida la hekima ah, na kwa njia, ndiyo sababu tunaita masomo yetu kupitia neno la Mungu Safari ya Hekima. Vema, sasa Asafu anaangalia mbele hadi mwisho wa maisha yake mwenyewe na maisha ya wale wanaomfuata Bwana. Hana sasa, ataandika kuhusu ah, mustakabali wako na wangu, si ya ya kutisha, ni ya ushindi. Mstari wa ishirini na nne unasema unaniongoza kwa shauri lako, na baadaye utanipokea wa utukufu. Aa, suluhisho la kufadhaika kwa Asafu lilikuwa ni suala la umakini. Unaona, alikuwa amejikita kwenye kile waovu walifurahia, sio walikokuwa wanaelekea. Alikuwa amejikita kwenye kile alichokuwa akiteseka, na alisahau alikokuwa anaelekea. Sasa yote hayo yamebadilika, na kwa mtazamo mpya Asafu anaandika sasa. Aa, maandiko haya makubwa na hili linastahili kuimbwa hadi leo hapa lipo katika mstari 25: nina nani mbinguni ila wewe, na hakuna kitu duniani ninachotamani zaidi ya wewe. Unaona, anapita zile maswali yaliyokatazwa awali. Sasa anasema kwa ufanisi, naam, huenda sina pesa nyingi, huenda nina changamoto nyingi, lakini nina Bwana. Kisha anaandika hapa katika mstari wa 26, mwili wangu na moyo wangu vinaweza kufa, lakini Mungu ni nguvu ya moyo wangu na fungu langu milele. Na kwa hayo, Asafu anafikia kipimo cha mwisho katika utunzi huu mkubwa wa muziki. Anaandika hapa katika mstari wa 28, lakini kwangu mimi ni vizuri kuwa karibu na Mungu, nimemfanya Bwana Mungu kuwa kimbilio langu, ili niweze kusimulia kazi zako zote. Inanikumbusha wakati nilipokuwa nikikua. a kanisa tulilohudhuria karibu na katikati ya mji wa Norfolk, Virginia lilikuwa na herufi za mbao zilizowekwa kwenye ukuta nyuma ya mimbari, na herufi hizo ziliandika maneno haya: kumjua na kumfanya ajulikane. Sawa, huyo sasa ni Asafu. Mimi nimekumbushwa mimi ni nani na Mungu ni nani na nini kinachojali zaidi maishani Jambo kubwa zaidi ambalo ningeweza kufanya na maisha yangu ni kumwabudu Mungu, kumjua na kisha kumfanya ajulikane kwa kila mtu katika ulimwengu wangu leo. Unaona, hamtazamo huu mpya ulimleta Asafu mahali pa furaha mpya. Pia inanifanya nikumbuke Joni Eareckson Tada labda umewahi kusikia kuhusu mwanamke ambaye ni quadriplegic. Aliandika kuhusu mazungumzo aliyokuwa nayo na mwanamke aliyemuuliza wakati mmoja, Johni, kila mara unaonekana mwenye furaha kwenye kiti chako cha magurudumu. Natamani ningekuwa na furaha yako. Unafanyaje hivyo? Sawa, Johni aliandika, kweli mimi sifanyi hivyo uwe anaandika baada ya mume wangu Ken kuondoka u kwenda kazini saa saa kumi na mbili asubuhi, niko peke yangu na kisha nasikia mlango wa mbele ukifunguliwa saa saa moja asubuhi. Hapo ndipo uwe rafiki yangu anafika kuniamsha na nasikiliza yeye uwe akitengeneza kahawa, na wakati anapika kahawa, naomba Bwana, uwe rafiki yangu hivi karibuni atakuja hapa na kuniamsha na kuniosha na kunivisha na kunikalia kwenye kiti changu na kunipiga mswaki na meno na kunituma nje ya mlango. Kwa kweli sina nguvu ya kukabiliana na utaratibu huu tena, sina tabasamu la kuingia katika siku hii, lakini Bwana wewe unalo. Naomba niwe na lako. Huo ni ushuhuda mzuri. Kwa kweli, huo ndio ushuhuda wa Asafu hapa katika Zaburi 73. Je, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba hali zake hazijabadilika? bado anakabiliana na matatizo ya kiafya na upungufu wa kifedha na bado ana shinikizo na ana matatizo katika siku hii mpya. Kila siku hali zake hazijabadilika, lakini moyo wake umebadilika. Mtazamo wake umeelekezwa tena kwa Bwana. Kwa hivyo mtazamo wake ni kwamba, tena anachukua mtazamo wa mbali, na anaenda hadi mwisho wa maisha na moja kwa moja kwenye utukufu wa mbinguni na matokeo yake, Mungu amempa Asafu tabasamu lake. Ni tabasamu la kukabiliana na siku nyingine. Hilo ndilo ombi langu kwako, Mungu na akupatie tabasamu lake leo, hadi tutakapoanza safari tena kwenye safari yetu ya hekima kupitia jarida hili la hekima.